Akizungumza katika kituo jumuishi mkoani Geita, mtendaji mkuu wa mahakama nchini Profesa Elisante Ole Gabrieli ameeleza ni kwa nini mahakama imeamua kuanzisha mahakama zinazo tembea iwe na miundo mbinu ambayo sasa kwenye pia kesi ya. Leo tutakuja tukasimama pale Kilosa labda tabaki pale nakua kuea tena linakwenda sehemu zingine kuireli inakwenda mpaka kuuna. Kwa hiyo ni huduma ambayo imeshaonekana ama niana mpya, lakini pia kuna mahakama ya inayotembea mobile court. Alipokuja mkurugenzi mkuu msaidizi wa benki ya Dunia Naiamari, alishangazwa mno na jinsi ambavyo ambavyo Tanzania imefanikiwa kwa kiasi kubwa sana katika matumizi ya mobile court, akasema ni apili duniani lakini pia tunaamini kwamba tutakuwa baadaye, Mungu wa kujalia hiyo pia na mahakama inayoruka na flying judges, flying magistrates, ndiyo maana katika kujenga lile jengo la makao makuu ya mahakama ni sababu pia pale tumeweka helipad. Maana yake ni kwamba helikopta inaweza katua pale ikachukua majaji wakaenda kufanya u Mahakama ya Tanzania imesema tayari ujenzi wa mahakama sitini pamoja na vituo jumuishi zinaendelea kujengwa nchini pamoja na kuboresha mahakama mtandao ili kuwafikia wananchi. Faida ya vyote hivi vilivyofanyika ni nini? Moja ni kuhakikisha kwamba eh, kupata haki imerahisishwa sasa kwa kiwango kikubwa sana kupunguza umbali ule wa Tanzania kusafiri, eh, walikuwa wanasafiri kilomita 400 mpaka 500 kwani kutoka Morogoro pale Mahenge na Dar es Salaam huduma ya Mahakama Kuu sasa hivi imekuwa ni, ni kitu kingine, lakini pia tunasema hata gharama sasa zimepungua zaidi zile za kupata haki, kwa sababu huduma zimekuwa karibu zaidi na ilivyokuwa mara ya kwanza. Hata backlog cases sasa mwanzoni mwaka ya 2021 wakati Mheshimiwa Daktari Samia Sulasa anaingia madarakani ilikuwa asilimia iaa asilimia tatu. Kwa hiyo tunaona bado mambo yanakwenda kwa kasi kubwa sana. Maana yake ni kesi ambayo imechelewa, imekaa muda mrefu mahakamani. Nchi zingine jirani, sitaitaja jina wao, kwenye asilimia 57 sisi tu kwenye asilimia tatu. Wakazi wa mkoa wa Geita wanasema kukamilika kwa ujenzi wa kituo jumuishi katika mkoa huo kutaondoa usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kwenda kutafuta haki zao katika mikoa ya Mwanza na Shinyanga. Inaenda kusaidia na pia imesaidia na imeangalia umbali mkubwa. Kuna watu walikuwa wanaweza kupoteza haki zao za kimahakama, na hiyo yote inasababishwa na ile cost ya kutoka hapa labda kwenda Mwanza kufuatilia stake zao. Lakini saizi kulingana na ile hali ya kimaisha ilivyo, mtu ana yuko mazingira haya anaweza akafika na serikali imeweka mradi kubwa sana ujenzi wa mahakama jumuishi ambayo ina vituo vyote kuanzia mahakama ya mwanzo, ah, ya mwanzo ngazi ya mahakama kuu na hata mahakama ya rufaa. Ni jambo ambalo mimi kama mkazi wa Geita, uh, nitasaidia sana kwa sababu mwanzoni tu tunapata shida sana. Rufaa, rufaa yako si uende Mwanza, uende sehemu nyingine, jambo ambalo lilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo itatupunguzia uh, gharama lakini pia tarahisisha upatikanaji wa haki wawananchi wa, wa wa, wa, wa, kada zote. Nyuma yangu ni ujenzi wa kituo jumuishi katika mkoa huu wa Geita. Kutoka hapa manispaa ya Geita, mkoa ni Geita, Basil Elias, ITV.